Unaje mashindano mpaka sasa hivi, hasa miaka naona yako vizuri. Game ya leo ilikuwa ni kama dabi ya Kariakoo, mchezo ulikuwa ni wa moto sana eh. Ulikuwa toka mwanzo mashindano au umekuja sasa hivi? No, nimefuatilia toka mwanzo, lakini mchezo wa leo uko tofauti kidogo. Kitu gani ambacho umekiona kimekufurahisha so far toka mashindano yameanza mpaka sasa hivi, alipofika hatua hii? Okay, tumeona vipaji vipya, watu namna ambavyo uh, wachezaji ambao hawajulikani lakini vipaji unaona kabisa ni wachezaji ambao wana performance ya tofauti na mchezo uh, wa leo tumeona namna ambavyo Lamata pamoja na awa super vibes namna ambavyo wamekamiana na mchezo ulikuwa ni wa moto sana, mpaka sasa hivi watu wameenda mpaka dakika za mwisho wakiwa na sare ya mbili mbili. Mara nyingi sana wapenda michezo especially mpira miguu jinsia ya kike kama ya kwako kwa Tanzania yes huwa sio mambo yao. Wewe usiku wa manane mpaka sasa hivi uko hapa, mm -hmm. ni kwa sababu ya kucheza sinema kina Lamata au ndio umekuleta hapa? No, sasa hivi muamko kwa mpira miguu kwa Tanzania ni mkubwa, ushabiki umekuwa mkubwa sana, wanawake wanafuatilia sana mpira mm -hmm. kuliko maelezo. Yani hata miaka mitano mbele wanawake watakuwa kwenye sekta ya michezo ndo wako juu zaidi kuliko hata wanaume ndio, mm -hmm. kitu ambacho ninaona so mm. -hmm. ina ni motivate kupenda mpira kufuatilia, kama hivi ambavyo nimekuja leo kuangalia Samia Cup. ulianza lini kufuatilia mpira? So muda mrefu, ni kipindi cha hivi karibuni, lakini nimeona mpira ni mchezo ambao ni mzuri kiukweli. uh -huh. yes. asante sana, nimefurahi kukuona. Na dadangu nani? Janet Mapunda. Janet Mapunda, nimefurahi kukuona ukiwakilisha jinsia ya kike ambayo yes. kwa siku za karibuni umeonekana kufurahi na kufuatilia sana mpira wa miguu si ndio? Yeah, kabisa. Haya, sasa kazi kwako. <laughs> Pande wako wewe uh, game leo umeionaje? Game nzuri sana kwanza. Nimefurahi sana wamefungwa Seta Vibes. Mimi eh, nilikuwa na Clouds, tulikuwa kundi moja na na, Seta Vibes na walitufanyia unyama kwa sababu wachezaji wao ni wachezaji wetu wa ah, <uuuhi>

Tunaendelea uh, na interview. Ulikuwa unaongelea kuhusiana na Klaus